Naam, mtazamaji wa Trend TV ya bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo leo vimemake headline huku mitandaoni ni kuhusiana na hili tukio ambalo ameonekana moja kati ya wachezaji maarufu kabisa hapa Tanzania na sasa hivi amekuwa akitrend kutokana na ndoa ambayo ameamua kumuoa mrembo kutoka hapa Bongo anayefahamika kwa jina la Hamisa Mobetto. Hapo tunamzungumzia Aziziki. Bwana, kuna hii video ambayo imeenda viral huko mtandaoni, ikiwa inamuonyesha Aziziki akiwa yupo katika mkutano siku hizi mbili zilizopita, nadhani utakuwa nakumbuka kwamba alikuwa amepata ubalozi katika kampuni ya CRDB walikuwa wanatambulisha huduma mpya, hivyo basi Aziziki pamoja na Hamisa Mobetto alipata fursa ya kuwepo katika eneo hilo, na kutokana na hilo basi, ni kwamba kuna hii video ambayo imemuonyesha aziz... imemuonyesha Hamisa Mobetto akiwa anazungumza mawili matatu na Aziziki, and then baada yeah, ya hapo, tunafahamu kwamba katika huu mstari ambao alikuwa amekaa, alikuwa amekaa yeye Hamisa Mobetto, Aziziki pamoja na Rayvanny. Unaona bwana, sasa kitendo ambacho kimetokea ni kwamba Hamisa ameonekana akimpiga picha ya kuibia uh, uh, Rayvanny na alikuwa, kabla ya kumpiga picha Rayvanny ya kuibia, ni kwamba alikuwa akizungumza kinongonezana mawili matatu na, na Azizi Ki. So, mjadala ambao umeanza huko mtandaoni, watu wanajiuliza kwamba je, ni kipi ambacho Azizi Ki alikuwa anamuuliza Hamisa Mobetto kikapelekea mpaka Hamisa Mobetto kumpiga Rayvanny picha uh, ya kuibia meona bwana eh, so hicho ndicho ambacho kime happen na hapa wadau, pamoja na kuna wale watu ambao waga wanatiaga sauti katika baadhi ya vihoja ambao vinatokeaga huko mitandaoni. Basi katika hii video pia wamekuja wameweka sauti wakiwa wanaonyesha kama vile labda kwa namna moja au nyingine Aziziki alikuwa anamuuliza Hamisa Mobeto kwamba huyu alikaa hapo pembeni ni nani, na ikapelekea Hamisa kumpiga picha ambaye ni Rayvanny. Kwa hiyo it means kwamba huyu Hamisa Mobeto alikuwa anamwambia Aziziki kwamba huyu ndio Rival Boy. Oya wife, huyu jamaa alikaa pembeni yako huko ni nani? Eh, Rayvanny. Ah, Rayvanny. Ah, yake au nimeipenda. Yeah. So inasema kwa wadau hawa, watu huyu ni comedian ametia hii sauti ikiwa inaonyesha kwamba inasemekana au inawezekana baada ya kuonekana Hamisa Mobetto akiwa amempiga picha uh, Rayvanny kwa wizi, huku akiwa anajadili jambo na Aziziki, watu wameona kama vile labda ni kutokana na hiyo staili ya nywele ya Rayvanny, labda Aziziki ameipenda, labda na yeye pia anataka siku moja kuja kusuka kama hivyo. Kwa hiyo amemwambia Hamisa Mobetto ampige picha Rayvanny ili na yeye pia siku akifuga nywele asuke staili kama hiyo. <coughs> Ya, so hicho ndo kilichotokea na wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao hapa kuhusiana na sababu ambayo imemfanya, ambao watu walikuwa wanajiuliza huko mitandaoni kwamba kwa nini kwa nini Hamisa Mobetto amenongonezana na Azizi Ki then akampiga picha Rayvanny kwa kuibia, kwamba bwana, inaonyesha kweli amependa hiyo staili ya kusuka bwana, kwa huko na mkeo, alafu mkeo anampiga picha mwanaume mwingine hapo. Yeah, naenda chooni moja kwa moja sirudi. Kwa mdogo anasema bwana, mimi nishasema kabisa kwamba Hamisa Mobetto bwana ni, kitu, ni kituko. Vitu gani hivi amevifanya? Kumpiga picha Rayvanny mbele ya mme wake ni jambo la dharau. Kwa mdogo anasema bwana picha wamepiga wenyewe, kamera yeah iligeuzwa. Kuna mtu ameandika hivyo, akiwa anamaanisha kwamba kilichotokea pale sio kwamba Hamisa Mobetto amempiga picha Rayvanny, hapana, ni amepiga selfie; aligeuza selfie camera akajipiga picha yeye na Azizi Ki. So ukiwa kama mdau, unahisi ni selfie alikuwa anapiga au au Hamisa Mobetto amempiga picha Vanny Boy? Weka maoni yako katika comment section, ndio tukisoma na ku-reply kila comment. Na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.